Na ukishapiga tu unaona ananing'inia kama amechinja sehemu ya nini, imebaki kiwiliwili, yani kama shingo karibu ikatike, ana machi tena hapo, sio yani? Yani ili uone mziki unavyomfanya mtu, paka anakuwa mjinga, ana machi kama twiga. Maana ni twiga mnyama pekee ambaye anaenda mkono wa kushoto na mguu wa kushoto, unaona ana machi hivi. Sasa unajiuliza yani, ni nini, the power of music Mwanadamu hajawahi umbwa atembee hivi, hakuna huyo. Ni twiga pekee ndio anaweza kumove namna ile, lakini wona mziki unavyowafanya vijana wakiadventista even when they speak about marching, ina click, ina trigger them no more the nature. Halafu watu wanaiga, yaani huyo ndio anaonekana advanced in marching unamshangaa namna gani? Na, na, na, na ndio maana yani niwaambie, yani, ndugu zangu style tunazo so match hizi, na anageuka kama anapigwa x na anafanya hiki na kile, sio bure, that's the power of evil music. Wewe match kwa style zako zote uonekane ni bingwa, but you must be sure, kila kitu hapa kiko dethrone because such kind of music dethrones the reason.